Habari msikilizaji na mtazamaji wa PAWA POD. Karibu usikilize na kutazama PAWA POD inayoletwa kwenu nami Emmanuel Walwa. Leo tumefanikiwa kuungana au ni bahati yetu kuungana na mrajisi wa vyama vya ushirika Tanzania, Dr. Benson Ndiege. Naomba ukae uh, mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujua ni vitu gani ambavyo anavo kwa ajili yetu siku ya leo. Karibu sana PAWA POD. Asante sana na nawe karibu pia bwana Ima. Nafurahi no kwanza kwa kuwepo na hii PAWA POD ambayo ina lengo la kuongeza uelewa zaidi kwenye sekta ya ushirika kama ulivyosema, na mimi ni wakaribishe sana watazamaji na wanaoshirika kuangalia na kusikiliza yale ambayo yanaandaliwa kwenye pindi hivi, kwa sababu lengo ni kuongeza uelewa, lakini pia kuboresha mifumo ile ya ushirika hasa wakiba na mikopo kumekuwa na ushirikiano kati ya TCDC au tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania pamoja na SCCULT. Ni nini matunda ya huu ushirikiano baina ya taasisi hizi mbili? SCCULT uh, ni mwamvuli wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo, ambayo ni moja ya vyama vya ushirika ambavyo tumevisajili katika daftari letu la serikali. Katika mfumo wetu wa vyama vya ushirika tunakuwa na vyama vya msingi, lakini baadaye tunakuwa na vyama vya upili. Kwa hiyo SCCULT inakuwa kama moja ya vyama vya upili tulivyo navyo, lakini lenyewe yenyewe ikiwa imejikita kwenye eneo la vyama vya ushirika wa akiba na mikopo. Ni utaratibu na ni practice kwenye kuwa na vyama mwamvuli duniani. E, tukienda kwa wenzetu ambao wamefanikiwa kwenye mambo ya vyama vya akiba na mikopo, tukienda Kenya kuna SASRA, ukienda Uganda wanayo lakini ukienda gana maeneo hayo ambayo wamefanya vizuri. Lengo la um, SCCULT inakuwa ni au tuseme vile vyama mavuli ni kuviunganisha vyama vingine vyote vya akiba na mikopo, ili waweze kufanya kazi kwa pamoja. Kuna kazi ambazo wao wenyewe wanajifanyia, wanajipangia kwa ushirikiano, lakini kuna zile kazi ambazo labda wanahitaji wasaidiwe na serikali au taasisi zingine, ambayo sasa unakuta kila chama kiweze kikaenda chenyewe kwa hiyo, wanapokuwa na mwamvuli wao, basi inakuwa ni rahisi kwenda kwa pamoja. Kwa hiyo, kama ulivyouliza awali, sisi tumeandaa ushirika kama wasimamizi wa vyama vya ushirika. Tunajivunia kuwa na SCCULT, hasa hii SCCULT ya sasa, tunajua ina historia huko nyuma. Kwa sasa SCCULT inafanya vizuri na inakwenda vizuri, lakini tunajivunia kwa kuwa imetusaidia au kwa kupitia SCCULT imekuwa rahisi kuongea na vyama vingine vyote vya akiba na mikopo nchi nzima tuna vyama vya mkopo ambavyo tumevisajili takriban ambavyo vina leseni takriban mia tisa na themanini na nne. Sasa huwezi, kama kama regulator huwezi ukawa na nafasi ya kumwona kila mmoja kwa wakati kwa changamoto alizonazo, pamoja na kwamba tuna maafisa ushirika, tuna mifumo mingine, lakini SCCULT inakuwa ni ni mdau mojawapo au ni chombo mojawapo ambacho kinatusaidia kuwafikia wanaushirika, tunaweza tukaongea nao, lakini wao pia wamekuwa wakituletea, kwa mfano, wanapokutana kwenye vikao vyao kama wanaushirika skalta na ratibu yale masuala ambayo wamejadili, changamoto walizokuwa nazo na mambo ambayo wanahitaji labda serikali wasaidie kupitia tu mdalo wa shirika, basi wanayaleta, tunajadili kwa pamoja, inakuwa ni rahisi sasa kuyafanyia kazi, tofauti na kama kila chama kingekuwa kinakuja na shida yake unakuwa huwezi ukaelewa vizuri, lakini pia tumekuwa tukishirikiana hata kwenye kupanga mambo mbalimbali mbali ambayo yanaweza kasaidia kwenye sekta ya ushirika. Kwa hiyo tumekuwa tukijadili nao, wanapoleta hoja au sisi tukiwa na hoja, tutawaita, tunakaa, tunatengeneza miongozo ambayo na wao wanaipitia, wanaridhia, wanaona kama inaweza kusaidia, basi wanaenda wanaisimamia kule kwenye vyama vingine vya akiba na mikopo kwa ujumla. Naweza nikasema kwamba uwepo wa chama hiki ni muhimu sana, kwa sababu tusipokuwa nacho, maanake ni kwamba hivi vyama vingine vyote vinatawanyika na kila mmoja anakuja katika wakati wake, na kwa maana hiyo, huwezi ukaweza kuwasaidia hasa katika yale mambo ambayo ni changamoto au uratibu ambao unawahusisha vyama vyote kwa pamoja. Kwa mfano, mfano mzuri tu kuwa na SCCULT inasaidia pia hata ku kuwa na siku nasema kwa mfano siku ya ushirika wa akiba na mikopo duniani. Uwezi sisi kama serikali tukaisimamia, lakini unapokuwa na SCCULT anawaunganisha wenzake kwa uratibu ambao umewekwa na tume, anaenda anasimamia pale. Lakini pia tumejipanga kuendelea kufanya kazi na SCCULT kwenye maeneo mengi. Hata sasa hivi kwa mfano kuna ishu kwa mfano za ukaguzi wa ndani sindio, ambazo tume inajipanga inatengeneza utaratibu ili kuweza kuitumia SCCULT kuiwezesha SCCULT ili iweze sasa kusaidia kwenye kusimamia vitu kama hivyo. Yani, badala ya tume kila siku kutoka kwenda kukagua, basi SCCULT kama mwamvuli iweze kufanya hivyo, na hii tumeipata practice kwenye chama mwamvuli cha nchini Ghana. Wao ukaguzi kama ambavyo wanafanya wenye mpaka ukaguzi wa nje wana ratibu wao na kuhakikisha vyama vyote vimekaguliwa, ukaguzi wa ndani na ukaguzi wa nje. Kwa hiyo niseme tu kwamba tume ya maendeleo ya ushirika inafanya kazi kwa karibu sana na SCCULT kama mkono wake mwingine kuweza kuwafikia vyama vya akiba na mikopo. Asante sana uh, Dkt. Ndiege. Na ukija kwenye upande wa mchango wa mashirika ya kimataifa kama vile DSIK pamoja na majukwaa ya kikanda au ACCOSCA, yana mchango gani kwenye maendeleo ya sekta ya ushirika hasa SACCOS? Mimi nichukue nafasi kuwashukuru sana au ambao umewataja DSIK. Ao ni shirika ambalo natoka Ujerumani, eh, lakini ikiwa na wazawa katika kutekeleza miradi yake hapa nchini, lakini pia na ACCOSCA ambao wao ni mishirikisho la vyama vya ushirika, lakini kwa vyama uh, vya ushirika akiba na mikopo kwa Afrika. Nikianza na gsk kwa mfano, wamekuwa msaada mkubwa sana kwenye vyama, kwa kuwa wao pia wana wataalam ambao wamewaandaa na wana experience mbalimbali kutoka nchi mbalimbali. Kwa hiyo experience yao ile wamekuwa wakileta nchini, wakishea na sisi, wakishea na SCCULT, lakini sasa wakitengeneza namna ambayo tunaweza kukafikisha ile elimu katika vyama mbalimbali. Kwa mfano, nakumbuka walikuwa na wanafundisha elimu ya fedha ambayo ilikwenda zaidi, yani haikuwa tu kwa vyama vya akiba na mikopo, lakini ikuwa naandaa mpaka watoto ambao wanajiandaa kuja kuwa, uh, wanakuja kuwa, sasa wana ushirika, lakini kuja kwa Watanzania katika eneo la uwekezaji na vitu. Kwa hiyo, huwa nawafundisha mambo mengi sana ni mmoja wa mradi ambayo wamefanya, lakini wamekuwa wakitafuta fedha kwa ajili ya kuwezesha kwa mfano eh, SCCULT na vyama vingine vingi. Wamekuwa wakitafuta fedha na wanazileta fedha, tunakaa chini, tunatengeneza mradi, tunakaa chini tunapanga mpango wa pamoja na tunashirikiana katika kuhakikisha kwamba vyama vya ushirika wa akiba na mikopo vinakwenda kwa kufanya vile SCCULT yenyewe iliweza ikasimama, kwa sababu historia inaonyesha kwamba kwenye miaka ya tisini SCCULT ilivurugika kabisa, ikawa na madeni mengi ikawa na matatizo mengi na ikawa imevurugika. Tume imekuja kuanza kuirudisha au kuihamasisha tena kwenye miaka elfu mbili kumi na tano, tano kuja mbele na kushirikiana na, na hawa DSIK katika ku, kusaidia mambo kama hayo, lakini wamesaidia pia hata kwenye mambo ya mifumo kuweka mifumo ya ya kidijitali kwenye vyama vya akiba na mikopo. Kwa hiyo walikuwa kama hivyo hivyo wanaofanya, kwa maana ya kutoa elimu capacity, lakini pia na kutafuta fedha ambazo na zikusaidia kwenye eneo hilo. Lakini tumeona pia kuna program ambayo tuko nayo ambayo inaitwa Amcos, lengo lake ni kuvifanya vyama vya mazao kwa mfano kwa kuanzia au vyama vya soko vya kifedha viwe na utaratibu pia wa kutunza na kuweka mifumo ya fedha. Hii e, kwa sababu kwa mfano ukienda kwenye mazao kama ya korosho, wakulima wanalima msimu mmoja, baada ya pale wanakuwa karibu miezi mingine tano sita, wana fedha. Kwa hiyo unakuta wale wakulima wakipata fedha wanazitumia zote, afu mwisho wa siku, msimu unapoanza wanarudi tena kuingia kwenye madeni makubwa. Kwa hiyo e, mradi huu programu hii ina lengo la kuwajengea uwezo Amkos ili ziweze kuwa na na Sakos ndani. Kwa hiyo wakati wanavuna wanapata fedha nyingi wanaweza kuziweka afu wanakuja wanazikopesha au wanakopeshana wakati ambao wana mahitaji. DSIK ndo imekuwa mstari wa mbele katika kushirikiana na Tume ya maendeleo ya ushirika kushirikiana na SCCULT kuhakikisha kwamba inafundishwa na wanajengewa kapasiti, ambayo kwa sasa matokeo yamekuwa ni makubwa tu. Ukienda kwa mfano KDCU na KCU kule Kagera, tayari wametengeneza saccos kubwa sana ambazo zina mfumo huo wa amcos to saccos wao wamesema wao wametengeneza katika level ya union, lakini ukienda Tanga karibu vyama vyote vile vya mkonge vini AMCOS lakini pia vina vina SACCOS vimeshatengeneza, lakini tumeendelea na maeneo mengine. Kama nisipotaja yote, tunaona kabisa kwamba hawa wadau wa maendeleo kwenye sekta ya ushirika ikiwemo DSIK ambao tumetumia kama mfano, wametusaidia sana katika kuimarisha ushirika katika ile program ya kutransform sekta ya ushirika katika miaka kumi wao wamekuwa mstari wa mbele sana. Vivyo hivyo ni kwa ACCOSCA. Miaka kama saba nane iliyopita sisi tuseme ushirika wa Tanzania ulikuwa haujulikani kabisa duniani, na tulikuwa ndani tumelegalega, lakini pia kwa kuwa tumelegalega ndani hata nje hatukuwa tunaweza kwenda. Mimi niwashukuru pia wenzetu wa ACCOSCA ambayo ni hilo shirikisho la vyama vya ushirika wa akiba na mikopo katika level ya Afrika. Wametushika mkono sana kutuinua na hasa sasa kutuweka kimataifa zaidi. Nakumbuka kama miaka mitatu minne iliyopita, Tanzania imeanza kuonekana kuwa ni eneo ambalo ushirika unakuwa kwa nguvu sana, naongelea ushirika wa akiba na mikopo in that sense. So mnakumbuka uh, 2020 2022 tulipokuwa kule Botswana, watu wote walishangaa kwa sababu hawa jamaa walikuwa hawapo kabisa. Watu walikwenda -wali kule zaidi ya watu themanini lakini tumefanya mikutano kwa mfano Uganda, Tanzania imeenda pale, watanzania wengi wakiba na mikopo, wakiba na mikopo wameenda. Lakini mwaka jana tulikuwa Naivasha, Kenya, pia tulionyesha uhai mkubwa sana na sasa hivi tunajipanga kuenda Ghana na baadaye. Kwa kufanya hivyo, tayari matokeo yamekuwa makubwa kwa sababu tayari waafrika wakaona kwamba kumbe Tanzania kuna ushirika wakiba na mikopo na tunategemea kwamba mwaka kesho elfu mbili na ishirini na sita sisi ndo tutakuwa wenyeji wa mkutano mkubwa wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo kwa Afrika tunaita SACCA Congress ambao utafanyika Tanzania kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 24 Oktoba 2026. Kwa hiyo sisi tunaweza tukaona kwamba kama tume tunajivunia kuwa na SCCULT kwa sababu hawa ACCOSCA hawafanyi kazi moja kwa moja na na serikali, wanafanya kazi kwa sababu wao ni mwamvuli pia, na wao pia wanafanya kazi na mwamvuli ulioko ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo sisi mwamvuli ulioko ndani ya nchi yetu niskart kwa hiyo wao wanapofanya nao kazi inakuwa ni rahisi, lakini nichukue nafasi hii kusema ushirika ni mtambuka na tumekuwa na wadau wengi sana ambao wanashiriki kwenye kuimarisha vyama vya ushirika. Kwa hiyo niendelee ku, ku, kuwaomba wale ambao wana nia ya kuendelea kuimarisha ushirika, uh, kwenye eneo la capacity building, elimu, kwenye eneo la resources, kwa maana ya fedha na vitu vingine ambavyo vinaweza vikasaidia kwenye eneo la eneo lolote lile ambalo wanadhani wanaweza kutusaidia sisi, tu mandara ya ushirika, tunawakaribisha ili washirikiane na sisi, washirikiane na mifumo ambayo tuko nayo kuhakikisha kwamba tunazidi kuwa kuwa na ushirika imara, kwa kuwa tumeona mabadiliko makubwa ndani ya miaka hii mitano. Kwa hiyo ni vyema wakatuongeza nguvu zaidi ili tuende kwa kasi zaidi, kama kama serikali lakini pia kama wana ushirika. Asante sana ndugu mrajisi, na unaonaje mwelekeo sasa wa tehama kwenye upande wa SACCOS? Kama umefuatilia sasa hivi, kuna mifumo mbalimbali mbali ambayo inatumika kwenye SACCOS. Nini mtazamo wa tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania kuhusiana na hiyo mifumo ambayo inatumika? Kati ya mambo ambayo tunaweza pia tukajivunia na e, kwa maana kwamba hatua tuliopiga ni ushirika na hasa ushirika wa akiba na mikopo kuanza kutumia mifumo ya kidijitali katika kujiendesha ni eneo ambalo tumepiga hatua kubwa. Serikali imewekeza Uh, kwenye utengenezaji wa mfumo wa MUVU ambao lengo lake ni kuweka msingi kwa mifumo yote ya tehama ambayo itatumika kwenye vyama vya akiba na mikopo, lakini pia vingine, four, na vyama vingine ni vya ushirika viwaandikishwa na serikali kupitia tume. Pia imetoa miongozo mbalimbali ya namna sasa ambavyo vyama vya ushirika wa akiba na mikopo na vingine vinaweza vikatumia sasa vikatengeneza na kutumia teknolojia hizi, kwa maana tehama kwa ajili ya kujiendesha. Ni shukuru tu kwamba pamoja na miongozo, lakini pia unaweza kuona miongozo, lakini unahitaji pia willingness ya watu, utayari wa watu na wadau wote kwenye kutumia. Kwa hiyo pamoja na miongozo ambayo tumeitoa, taratibu tulizoziweka kama serikali, niseme tu kwamba kuna hatua kubwa sana ambayo yamefanyika sahizi na vyama almost, kwa mfano zile za daraja B zote zinatumia mifumo ambayo mifumo hiyo wanainunua kutoka kwa wadau mbali mbalimbali lakini inakuwa imepewa specification kwa sababu lazima isomane na mifumo ya serikali kama na mfumo wa MUVU ili taarifa zile ziweze kufika. Kwa hiyo wote daraja B kwa mfano wamesha wanafanya vizuri. Daraja A ni wale wadogo ambao wana mitaji ya milioni kumi mpaka mia moja na tisini na tisa, na wao pia tunaendelea kuwahamasisha wanaendelea kutumia. Wengine kwa mfano wale ambao ni wadogo sana, tunawashukuru SCCULT wametengeneza mfumo wa pamoja ambao sasa vile vyama vidogo vidogo vinaweza vika vikajiunga na wakatumia mfumo mmoja. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunaamini eh, tunakwenda vizuri lakini tukilimarisha vizuri tutakuwa tumepiga hatua kubwa. Tunakuwa na mifumo kwa sababu ukiwa na hii mifumo ya kiteknolojia TEHAMA, taarifa za kwenu zinakaa vizuri. Vyama vitatunza taarifa vizuri na kwa sababu hiyo, maana yake mipango yao inakaa vizuri. Uh, siku za nyuma tumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye vyama vya ushirika kwa sababu hiyo, hawana taarifa, watu wanaandika kwenye karatasi na nini. Kwa hiyo ukija baada ya mwaka unamuuliza mtu, tunataka kukukagua, hana alichoandika, hana taarifa yoyote, hana ripoti yoyote, hana. Kwa hiyo kwa kuwa na mifumo, sasa tunakaa vizuri, lakini hata huduma inakuwa ni rahisi. Kwa mfano kwa mujibu wa kanuni za huduma ndogo za fedha tunatakiwa vyama vya ushirika kwa mfano vyama SACCOS daraja B wanatakiwa kuleta taarifa zao kila mwezi. Sasa, kama usipokuwa na mifumo ya TEHAMA, maana yake unategemea kwamba mtu aliyoko Mara na bibi taarifa yake kuleta, aweke kwenye email au nini, e, mbaye ni nani, lakini mtu yuko Kagera afanye hivyo hivyo, aliyoko Mtwara afanye hivyo hivyo, ambayo inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo, kwa kutumia mifumo ile, maana yake ni kwamba taarifa hizi zinafika kwa wakati. Yeye anachotakiwa ni kujaza taarifa zake kwa mujibu wa kalenda aliyopewa anaupload mambo yanafanyika, na, ya tunafanya uchambuzi tukiwa ofisini na tunapata taarifa, na yule ambaye tunaona ana shida, basi tunapata muda wa kwenda kumwangalia kwamba wewe, pamoja na mambo mengine, lakini taarifa yako inaonyesha kwamba kuna sema bao, kuna changamoto. Kwa hiyo inatusaidia hata kwenye usimamizi. Lakini sasa hivi wananchi ambao wako labda Geita na wanataka kuanzisha chama chao cha akiba na mikopo hawahitaji kusafiri mpaka kuja hapa. Wao wanatakiwa kufuatilia procedure kutoka kwenye maelekezo ambayo yako kwa ofisa, ofisa ushirika wanaingiza nyaraka ambazo wameshazifanyia kazi kwenye mfumo, wanaweza kusajiliwa siku hiyo hiyo kama watakoa vigezo vyote wameviwezesha. Kwa hiyo unaweza kuona pia kuna urahisi wa kufanya kazi, lakini pia haraka, lakini pia na mpungu inawapunguzia pia wanaoshirika gharama. Kwa hiyo badala ya kimbia kuja kwenye taasisi, wapi kwa jina nini, akijaza pale afsi ushirika na eneo lake ataapprove, akisha ridhika. Kama hajaridhika, atarudishia. Mrajisi wa mkoa ataangalia, kama imeridhika ataapprove, kama hajaridhika atarudishia, na inapokuja taifani pia hiyo hiyo. kwa hiyo, ni kitu ambacho unafanya pale ulipo, uhitaji kusafiri, uhitaji kutumia gharama yoyote kwa ajili ya shughuli hiyo. Lakini hata tunapofika level ambayo sasa hivi tunatoa taarifa, kwa mfano tunaenda kuzindua taarifa karibu ya nne, tarehe ishirini na tisa mwezi wa tisa pale Arusha. Taarifa ile tunaipata kiurahisi, kwa kuwa sasa taarifa zote ziko kwenye kwenye mfumo unakuwa na taarifa ambayo ni accurate zaidi, kwa sababu zile nani zote takwimu zote unazitoa kwenye mfumo. Labda kama una haja tu ya kupata mawazo ya watu sasa zaidi ndio unaweza kusema sasa utoe questionnaire kupata tafsiri ya watu kwenye mambo mbalimbali mbali mbali. Kwayo, kwa hiyo tunaweza tukajivunia kwamba eneo la TEHAMA tunakwenda vizuri na tunafanya vizuri. Labda pia mimi nichukue nafasi kuwasisitiza pia kwa kufukua na TEHAMA maanake pia tumefungua fursa. Kwa hiyo kuna wadau ambao wataala ambao wanatengeneza mifumo na ile mifumo inanunuliwa na vyama vya ushirika. Sasa wakati mwingine kuna changamoto, wengine wanatuuzia mifumo ambayo baada ya mwezi mmoja miezi miwili haitoi taarifa sahihi, haitoi taarifa kwa wakati. Kwa hiyo tumetoa guideline lakini tungetaka tunge kila mmoja aweze kuhakikisha kwamba anafanya kazi kwa mujibu wa taratibu yo unapoingia mkataba wa kutoa huduma basi uweze kutoa mfumo ambao unaweza ukatoa, e, tunasema, ukaperform kama ambavyo sisi tumeelekeza. Kwa hiyo tuwaombe, e, sana wale ambao ni, ni watoa huduma waweze kuhakisha hilo, lakini pia vyama vya ushirika ambavyo vinaendelea kununua mifumo ile ambayo ni ya level ya chama, basi wahakikishe kwamba ile mifumo inafuata taratibu, inafuata guidelines, guideline ya miongozo ya tume lakini pia kila kitu kinafuata utaratibu, kwa sababu otherwise unaweza kujikuta unatumia gharama kubwa kununua mifumo. Lakini katika hiyo eneo la mfumo, sasa hivi tunajizatiti zaidi penye kuhakikisha ulinzi wa mifumo, kwa sababu unajua unapoingia kwenye mifumo, changamoto nyingine inakuwa ni ulinzi ya. Kwa hiyo kama serikali, eneo kubwa ambalo pia sasa hivi tunajaribu kuliangalia na kuhakikisha kwamba mifumo ile ambayo inatumika na vyama imepewa ulinzi zaidi. Tumeshaanza, lakini tunaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba kwa sababu tumeona na wenzetu kwa mfano nchi jirani ambao walitutangulia kuingia kwenye mifumo e, baada ya muda waliingia sasa kwenye changamoto za, za kuibiwa kupitia kwenye mfumo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hawakuweka mifumo ya kuweza kuwalinda zaidi. Kwa hiyo kuwa sisi tunaingia kwenye mifumo hii, lakini pia tuna sehemu za kujifunza ya tumesha jipanga na tunadhani kwamba tutakwenda vizuri zaidi. Nashukuru sana mrajisi um, uh, Dr. Benson Ndiege ushiriki wa SACCOS kwenye masuala ambayo yanahusiana na, na utunzaji wa mazingira pamoja na kilimo rafiki, unaonaje hali kwa sasa hivi? Tumeanza kufanyia kazi eneo hilo, kwa kuwa sisi kama ushirika ni wadau wakubwa wa mazingira. Tena ukisema kwa mfano kwa ushirika wa maeneo mengine, kwa mfano ya kilimo na uvuvi na ufugaji, tunagusa mazingira kwa kiasi kubwa na tunaathirika na mabadiliko ya hali ya hewa na mazingira kwa kiasi kikubwa. Kuna maeneo mengine tumekuwa tukihamasisha tuki, tuki upandaji wa miti wa matumizi mazuri ya mazingira na maeneo kama hayo, kwa kushirikiana na taasisi zingine mbalimbali. Lakini kwa upande wa SACCOS, kwa kuwa hawa sehemu kubwa, kazi yao kubwa ni kununua na kuuza, kuweka na kopa, tayari tumeshapata wadau ambao, wa kwa mfano, kwa udogo kabisa, tumepata wadau ambao wanatoa majiko yale eh, ambayo yanapunguza uharibifu wa mazingira. Sasa sisi ambacho tumefanya kama tume ni kukubaliana nao wadau, ili e, kwa kuwa sisi tuna soko ambalo ni vyama vyetu vya akiba na mikopo, na hao ndo wanaotumia majiko akina mama na nana, vitu kama hivyo, familia zetu. Kwa hiyo sisi tumeingia nao makubaliano ili wawe wanawapa wanaoshirika kupitia sakosi zao. Sasa sakosi ndo ambayo inaingia mkataba na zile taasisi zile kampuni ambazo zinauza yale majiko. Kinachofanyika pale ni kukubaliana namna ambavyo itakuwa rahisi kwa sakosi kupata kwa bei ya chini, kwa maana wanachama kupata kwa bei ya chini. Kwa hiyo mwanachama huyu hahitaji kutafuta fedha mkononi ndipo akanunua, yeye anaenda kwenye chama chake, wanakubaliana, wanatengeneza mfumo wa kukopa, anapata ile yule jiko na kuja kumsaidia, lakini anakuwa analipa polepole kwa jinsi ambavyo wamejipanga lakini ambacho tunahakikisha ni kwamba majiko haya yasiwe, yani anapoipata kwenye SACCOS yasiwe na bei kubwa kuliko inavyokuwa kwenye kwenye soko, kwa sisi tunampa tayari ile kampuni, tunampa soko, kwa sababu kwenye SACCOS moja unaweza kukuta labda tu elfu kumi kwamba hata kama ni robo tu ya elfu kumi itachukua yale majiko karibu ni elfu mbili elfu mbili na mia tano pia. Kwa hiyo hiyo ni kwa SACCOS moja. Lakini tunazo sakosi nyingi zina wenye wanachama wengi na wanahitaji vitu kama hiyo. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kutengeneza mfumo kwa kushirikiana na, na wadau ili kuhakikisha kwamba tunaweza kwa masira. Lakini hii itatusaidia sana kwa sababu kama tunaitoa majukwaa kwa kupitia ushirika, maana yake wewe usipokuwa na ushirika huwezi kupata. Kwa hiyo ni waombe tu vyama vile ambavyo tayari vimeshaanza kutumia huu mradi basi wajitangaze na hii itawasaidia pia kuongeza na wanachama babu, kwa sababu taratibu tu inakuwa ni kwamba ukiwa mwanachama unaweza ukapata, usipokuwa mwanachama uweze ukapata, na ukiwa mwanachama ukipata lazima waonyeshe kwamba bei ile inapungua kiasi gani. Nashukuru sana, uh, Dkt. Benson Ndiege, Mrajisi wa Vyama vya Ushirika Tanzania. Na mwisho kabisa, sasa una wito upi kwa SACCOS? Tunayo mambo mengi, jambo la kwanza mimi niwaombe wanachama wa vyama vya akiba na mikopo, na hili nimekuwa nikilisema mara nyingi, ndio kwamba wewe mwanachama ndio mlinzi namba moja wa chama chako. Kwa hiyo jambo la kwanza niendelee kuwaomba wanaoshirika wale ambao wajaunda ushirika waunda wa ushirika, ushirika, lakini ukisha kuwa ndani ya ushirika, mnakuwa ni walinzi wa kwanza. Kuna wakati tumekuwa tukiwahamasisha tukawaambia, kwa mfano, tunapokuwa na mikutano mikuu ndio maeneo ambayo tunaweza tukaenda tukajadili na tukaweka mikakati, na ndio maeneo ambayo tunaweza tukapata taarifa ya nini ambacho kinafanyika kwenye vyama vyetu, ndio maeneo ambayo tunaweza tukawaoji viongozi wetu kwamba jamani, mbona tulielekezana hivi na hivi lakini tunaona kama iko sawa sawa. La kwanza kabisa ni kuendelea kuwasisitiza wana ushirika kwamba sisi ndio wasimamizi wa kwanza wa mali zetu, kwa kuwa tumeweka fedha zetu, tumeweka vitu vyetu pale. Ni fedha ambayo ungeweza ukanunua nyumba ikawa ni investment, lakini wewe umeamua kuiweka kwenye SACCOS kama uwekezaji ni fedha ambayo ungeweza ukanua shamba lakini wewe umeweka kwenye SACCOS kama uwekezaji. Kwa hiyo sasa, lazima uwe usale wa mwe, mbele kabisa kuhakikisha kwamba unasimamia chama chako vizuri. Kwa hiyo hiyo ni jambo la kwanza, lakini la pili, tumekuwa na matukio ya kiushirika ambayo haya matukio, tuna share experience tuna share mawazo, changamoto, lakini pia tunaweka mikakati. Mojawapo ni siku ya ushirika duniani ambayo kwetu sisi hapa hicho kwa ushirika wa vyama vya akiba na mikopo duniani. Sisi hapa kwa mfano, mwaka huu tutafanya Arusha, tunaita ICUD. Rai yangu ni kwamba wana ushirika usizichukulie haya maadhimisho kwa udogo, kwa sababu lengo tunajadiliana, tunapata fursa ya kujadiliana, lengo tunapata fursa ya kuona mwenzetu anafanya nini, kwa kwa sababu ndani ya vyama vyetu kuna waliofanya vizuri sana lakini pia kuna wengine ambao tunachechemea. Utajua wapi kwamba kuna unachechemea kwa nini mwenzako anafanya vizuri ni pale ambapo mnakutana, kwa hiyo inakuwa ni fursa ya kuweza kupata majadiliano. Lakini hiyo inaenda pia hata kimataifa baadaye, na, na, na, na, mwaka kesho tafanyika hapa Tanzania. Haya mambo wakati mwingine tunaona ni gharama kwenda kwenye maadhimisho haya kwa kuwa tunaona k kwa tunaangalia fedha tu tunayotoa, lakini ni elimu, kwa sababu hata mimi binafsi sikuja sikujua wana, wanajifunza kutoka kwetu. Kwa hiyo na mimi au sisi kama nchi tusipite line hii, trend ya kwetu ya ushirika hasa ushirika wa akiba na mikopo ni nzuri sana na sisi humu nane naweza tusione kwa kuwa tumezoeana, lakini wenzetu wanao walioko nje kila siku wanaja wanasema na wanaona kwamba tunafanya mazuri sana e, tumekuwa na vyama imara, tumekuwa na vyama ambavyo vina utulivu mkubwa. Zile kesi za kwamba leo wao wametuibia wamefanya nini sijui mtu katoroka na hela yetu na nini zinaendelea kuisha na vyama vingi vinafanya vizuri. Wale wachache ambao bado wanakuwa na ile dhana ya kutumia vibaya madaraka na nini kwenye vyama vya ushirika pia tumeendelea kuwachukulia hatua. Kwa hiyo, kiuhalisia mwenendo wetu ni mzuri, vyama vyetu vinakuwa, na kwenye ripoti ambayo tutaitoa tarehe ishirini na tisa mwezi wa tisa pale Arusha, tutaona pia eneo la kuweka na kukopa tumepiga hatua gani, eneo la kuweka akiba, kukopa, amana sindio lakini pia na usimamizi ukaguzi wa nje ulivyofanyika na hali ikoje kuna vitu vingi ambavyo kuna mabadiliko makubwa kwa hiyo mimi niwaalike hebu tuone tupokee ile ripoti wale ambao watafika wale ambao watapata fursa ya kuisoma kwa sababu itakuwa kwenye website yetu ya tume ya ushirika tuisome tuone alafu tutaona mabadiliko ambayo yamekuwepo pamoja na kwamba bado tunayo safari ya kwenda lakini tunayo mambo mengi ya kujivunia ikiwemo kuwepo kwa SCCULT na wadau wake Asante sana Mrajisi Dr Benson Ndiege. Ninatumaini wasikilizaji pamoja na watazamaji wetu wamesikia, umezungumza kuhusiana na mwenendo. Naona hali inaridhisha, sakosi zinakuwa, kwa hiyo yajayo yanafurahisha. Naomba tu tusiache kufuatilia hiyo ripoti ambayo itatolewa mwezi huu. Msikilizaji na mtazamaji wetu pia, usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu ya SCCULT Online TV na kutoa komenti yako, kushare na watu wengine ili waendelee kujifunza pia. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile TikTok pamoja na Instagram kwa jina la Pawa Pod. Tukutane kipindi kijacho. Asanteni sana.